Mahujaji wa matumaini, matumaini hayakatishi tamaa, matumaini hayakatishi tamaa. Mahujaji wa matumaini, karibu kwa masomo ya misa takatifu Jumamosi ya juma la kumi katika kipindi cha kawaida tuko mwakasi. Somo katika barua ya pili ya Mtakatifu Paulo kwa Wakorintho sura ya tano mstari wa kumi na nne hadi ishirini na moja. Ndugu, upendo wa Kristu unatuhimiza kwa maana tunaamini kwamba mmoja alikufa kwa ajili ya wote, basi wote wamekufa. Naam, alikufa kwa ajili ya wote, kusudi wenye kuishi wasiishi kwa ajili yao wenyewe, bali waishi kwa ajili yake yeye aliyekufa akafufuka. Kwa hiyo kutoka sasa, hatuwajui watu kadri ya ubinadamu wao. Tu zamani tulimwona hata Kristo katika utu wake tu, lakini sasa maoni yetu ni baribari. Basi mtu akiwa katika Kristo ni kiumbe kipya, ya kale yamepita, mapya yamefika. Haya yote yanatoka kwa Mungu. Yeye ametupatanisha naye kwa ujumbe wa Kristo akatukabidhi sisi kazi ya usuruhishaji, yaani Mungu ameipatanisha dunia naye katika Kristo kusudi asiwahesabie watu tena makosa yao, akaliweka neno la upatanisho ndani yetu. Basi tumekuwa wajube mahali pa Kristo, kwa maana ni Mungu anayeonya kwa huduma yetu, na ombi tunalotoa kwa jina la Kristo, diro hili mpatanisho na Mungu. Yeye amemfanya yule asiyejua dhambi kuwa dhambi kwa ajili yetu ili na sisi tuwe uadilifu wa Mungu katika yeye. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Zaburi ya kuitikizana. Zaburi sura ya mia moja na tatu mstari wa kwanza na wa pili, wa tatu na nne, nane na tisa, mstari wa kumi na kumi na moja. Kitikio ni mstari wa nane. Aha. Maneno ya kitikio, Bwana ni mwenye huruma Bwana ni mwenye huruma na neema. Ewe nafsi yangu muhimidi Bwana, na yote yaliyo ndani yangu wali yalisifu jina lake takatifu. Ewe nafsi yangu umuhimidi Bwana, wala usisahau fadhili zake zote. Bwana ni mwenye huruma na neema. Yeye anasamehe dhambi zako zote, anaponya magonjwa yako yote. Yeye anaukomboa uhai wako na kaburi anakuvika taji la rehema na faraja. Bwana ni mwenye huruma na neema. Bwana ni mwenye huruma na neema. Hakasiriki upesi, ni mwingi wa fadhili. Mungu haendelei daima kukalipia wala hadumishi hasira yake milele. Bwana ni mwenye huruma na neema. Maana kama vile bingu zinavyoinuka juu ya nchi, ndivyo wema wake ulivyo mkuu kwa wamchao kama mashariki ilivyo bali na magharibi, ndivyo yalivyoziweka dhambi zetu bali nasi. Bwana ni mwenye huruma na neema. Uelekeze moyo wangu kwenye kanuni zako, ee Mungu, unijalie huruma yako kwa sheria yako. Somo la Injili Takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Utukufu kwako, E Bwana. Mathayo sura ya 5 mstari wa 33 hadi 37. Wakati ule Yesu aliwaambia wafuasi wake, umesikia ya kwamba wazee wa zamani waliambiwa, usiape kwa uongo, bali umtumizie Bwana viapo vyako. Mimi lakini nawaambieni, usiapwe kamwe, wala kwa bingu kwa maana ni kiti cha enzi cha Mungu, wala usiape kwa nchi, kwa maana ni mahali pa miguu yake ya, wala kwa Yerusalemu, kwa maana ni mji wa mfalme mkuu. Wala usiape kwa kichwa chako, kwa maana huwezi kufanya unywele mmoja kuwa mweupe au mweusi. Usemwi wenu uwe diyo, dio, siyo, sio, sio; yazidio hayo yatoka kwa yule muovu. Ijili ya Bwana. Sifa kwako e Kristo.